Na habari ya wakati huu, ndugu mpenzi mtazamaji wa JJM Media Production, leo nitakwenda kuonyesha kitu kidogo kabisa uweze kuelewa jinsi ya kutengeneza jingle ya studio kwako. ya hiyo, ndio jingle ambayo nimekuweza kutengeneza siku ya leo nana kuonyesha njia gani ambazo nimekwenda kuzitumia. Lakini kama mara ya kwa kwanza kwa pamoja nami, basi usisahau kusubscribe katika channel yetu ili iliweze kujipatia masomo mbalimbali ambayo anakujia kila mara. Okay, bila kupoteza muda, nataka kwenda kuonyesha baada ya kurecord sauti yangu, kitu gani ambacho kilifuata. Kama unavyoona hapa, kuna setting mbalimbali ambazo niliweza kuzifanya lakini pia kuna effect ambazo niliweza kuziweka upande wa pili hapa wa kwenye channel yangu ya hapa ya basi, nitakwenda kufunga kila kitu then nitakwenda ku play voice weze kuisikia jinsi gani inavyo play. Vitu ni vingi ambavyo nilivifanya, lakini na wewe unaweza uka apply ukafanya kidogo kidogo. JJM music. JJM hii ndio sauti yetu ilivyokuwa inasikika mara ya kwanza kabisa. JJM music. JJM music. Okay, baada ya hapo nilikuja kui compress, kui, kui, kui compress kwanza hapa nikaipandisha kwanza ikasikika hivi. JJM Music. Baada hapo nikaja nikaondoa bad frequency. JJM Music. JJM Music. Okay, ukija okay, ukisikiliza hapa but... kuna tofauti kidogo, ina ubezi fulani hivi ambao nilikuja kuukata. Ndala kuisikiliza. <coughs> <coughs> <coughs> <JJM Music. tos> <JJM Music. tos> baada ya kukata low pamoja na zile frequency ambazo nilikuwa sizihitaji, kitu kilichofuata nikaja nikafanya de za kwa ajili ya kutoa zile si, si, zile za mwanzo, na nilikuja kukata JJM kwenye maeneo ya elfu mbili JJM music ya po, JJM mpaka elfu tano Baada ya hapo nikaja nika nikaifungua sasa sauti yangu. Hapa nilitumia stereo kwa sababu nilitaka ijae zaidi, nikaja nikatumia lead vocal baada hapo nikaja kuna kelele fulani kwa nasikika, nikaifunga na n hapa sauti so, yangu ikatulia kama hivyo. Baada hapo nikaja nikaweka air fresh nika kidogo tu kumi na moja kwa tatu kwa ajili ya kuongeza midi frequency ikawe na soundi namna hii. Baada ya hapo nikaja nikafungua hii SSL. Sasa hapa ndio bana kwaga patamu hapa. Baada ya kufungua hii, kasikika hivi JJM music, risikika hivi, lakini nilikuwa nimetumia preset ya Lady Vox hapa. JJM music, JJM music. Hii inafanya situation ni sauti changamke kidogo kizima. JJM Music. JJM Music. Na amsha flani inaamsha flani, sauti inachangamka. Baada hapo nikaja nikatumia S1 imeja stereo. Baada hapo apo nikaja nikaeka air fresh tena kwa ajili ya kuongeza air Tunakwenda kidogo kidogo kabisa. Baada hapo nikaja nikaweka saturation kwa ajili ya kulainisha baadhi ya maeneo. Na hapa kwenye vipimo hapa, niliongeza kidogo kwenye sharpness, nikapunguza hapa kwenye deb, nikaja nikamalizia na DJ IQ. JJM music. Nikafungua DJ IQ hapa. JJM music. JJM music. Mpaka hapo nikawa nimeshapata soundi fulani kali kidogo. JJ IQ hapa, nilikuja kushusha kwenye mid frequency, nikashusha kwenye low frequency, nikapandisha high frequency hivi. Nipandisha hapa, nikashusha hapa, ilikuwa juu, nikashusha hapa. Nikaja nikashusha na kwenye kwenye low. JJM music. Kama unavyosikia hapo. Baada ya hapo, nikaja sasa kwenye upande wa effect channel. Effect channel, nilitengeneza effect channel, nafunga vyote, ndio vile nimeweka hivyo hivyo vyote unafikiri na unaviona hapo vyote ambavyo nilivifanya kuja kutoka upande huo. Nikaja sasa kwenye effect channel. Effect channel niliweka vitu vitatu hivi hapa. Tutakwenda kufungua kwanza effect channel ikiwa tupu, then tutakwenda kuisikiliza hapa kwenye effect channel nitakwenda kufungua hapa, nilisend sauti yangu iende hapa kwenye sehemu ya kwanza, mpaka ukiplay inakuwa tupo. JJM Music, hamna kitu chochote. Kaja kuwasha delay hapa, delay H-Delay mono to stereo. JJM Music. Sauti yangu ikaanza kubadilika kidogo. Hapa kwenye H-Delay niliweka hivi hivi pia hivi. Nilishusha hii mpaka hapa kwenye mistari miwili. Nikaja nikashusha hapa kidogo karibia na kwenye mstari wa kwanza. JJM Music. Ah, baada hapo nikaja nikawasha nikatumia hii yenye nili, nilitumia setting hizi hapa nilishusha hapa kwenye ndani kupe vipimo kamili kwanza. Tukienda kwenye IQ, nilipandisha high kwenye IQ then nikayacha hapa kwenye usawa wa katikati kabisa. Hapa kwenye reverb nilishuisha kidogo, lakini nili time kidogo hapa 2.40 unaweza ukata time 2.40 so hi time kwenye 2.40 then nikaja kwenye upande wa grafu hii graph hui yenye nili, nilishusha hapa kupunguza ku, ku, ya mamwangu yasiwe mengi, kwa nilibana hapa, nikabana na kwenye low nitaka nipate midi tu. Kwa kwa ujumla vitu vikasaundi kama hivi. Equalizer nilipandisha high nikaacha hapa kati, then nikashusha kidogo hii nanio yangu. Hii reverb nikaishusha kidogo isiwe nyingi. Hii diffuser nilizima kabisa sikutaka kabisa iwepo. Kwa hiyo niliacha kidogo hapo kwenye 14, 16 so mbaya. Hapa kwenye chumba hapa, chemba niliacha kwenye chemba hivi hivi, sikubadilisha hii setting. Niliacha kwenye chemba kwa hiyo ina sound hivi. JJM Music. JJM Music. Kawa kali kabisa. Then nikaja nikaweka hii pro kwa ajili ya kupunguza zile mid frequency ile, JJM Music. Ya baada ya hapo kaja nikaongeza effect ya mwisho hapa hapa, kwenye effect ya mwisho ndo alikwenda kuweka HD delay yenyewe pia nilishusha hapo, lakini kuniliongeza kwa ajili ya kupata ile sauti ya kujirudia rudia ile yenyeniea pili ikaenda kuifungua huku sasa keep play. JJM music. JJM music. JJM music. JJM. JJM. Ama hivyo navyosikia hapo, hivyo ndo vitu ambavyo vilifanyika, na nikaja nikakata tena kwenye lo, lakini nikafunga kidogo kwenye sawa hai huku mwisho nikaja nika ibana mpaka hapo saundi yangu ikawa na saundi hivyo. Nakwenda ku export ili weze kuisikiliza vizuri nje, kwa sababu hapo kuna kama scratch fulani hivi kutokana na ukubwa umekuwa. JJM music, ngoja tuiandike music niketi ili niikumbuke kule nje, kuna nyingine inafanana na hiyo. Na export kazi yangu hapa Tutakwenda kui, kuiangalia nje kule, JJM Music Kit. Oho, nimeshevia wapi jamani wazee? Oja tuexpoti tuangalie ilipokaa. Oja tu save kwenye desktop tusipate tabu kuiona kule. Kwani hapa tayari na save tena kwenye na deskitop pale nje kabisa. Kwa kama hujui export pia unaweza kaangalia pale ilipofanya na ukabadilisha. Hii hapa nje. JJM Music.